Familia za Simon Yego, umri wa miaka 45, aliyekuwa mhudumu wa magari ya uchukuzi wa umma na ile ya Colins Kipiatich, umri wa miaka 22, waliotekwa Ijumaa na watu wanaoaminika kuwa polisi, zikiachwa na mshangao mkubwa baada ya kupata miili ya wapendwa wao katika hifadhi ya maiti ya Nakuru. Tumewatafuta Kulingana na familia za marehemu, polisi waliowateka nyara wawili hao walikuwa wanawahusisha na mauaji ya kasisi wa Kanisa Katoliki eneo la Tota, Lois Bett aliyepigwa risasi, ikibainika kwamba mili ya wawili hao waliotoweka siku ya Ijumaa ina ushahidi wa alama za mateso huku mikono ya wawili hao ikikatwakatwa wako na alama ya tocha wameteswa sana na to make matters worst wamekata mikono they, they have no hands they I mean the hands have been cut sasa watu wakikatwa hivi ya kinyana haki inapatikana hiyo tena swali yetu kwa serikali tunataka tu uchunguzi ifanywe na sisi kama familia tupate yake hayana jiri, huku mazishi ya kasisi wa Kanisa Katoliki Alois Bet, aliyowaona wavamizi wiki mbili zilizopita ikifanyika, huku wito wa haki ukitolewa.